Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Naibu wa Spika, Mheshimiwa Baba Paroko na mapadri wengine mliopo pamoja nasi, familia ya marehemu, viongozi wote mlioko hapa na ndugu waumini na waombolezaji. Mheshimiwa Rais nitasema kwa kifupi kwa sababu mimi ni Mkristo Mkatoliki na kule kwenye Ukatoliki kuna itifaki ya Katoliki ambayo inafundisha kwamba kama askofu yupo, naibu wa askofu haongei. Kwa mtanizoea taratibu. Leo rais yupo. Kwa hiyo nitasema dakika moja tu halafu nitamkaribisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana niseme Jenista Joachim Mhagama amekuwa mbunge kwa miaka ishirini na tano amekuwa naibu waziri kwa mwaka mmoja na waziri kwa miaka kumi. Nataka niseme bila mashaka kwamba Jenista Mhagama kwa kipindi alichotumikia kama mbunge wa watu wa Peramiho, wananchi wa Peramiho hawana malalamiko juu yake. Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake alikuwa mnyenyekevu na alikuwa anapenda sana watu wake. Kitu alichotanguliza wa mbele katika maisha yake ya kazi ni kuwatumikia wananchi wa Peramiho, na hata alipopata nafasi ya kuwa waziri hakuacha kuwatumikia wananchi wa Peramiho, lakini vile vile aliguswa sana na watu wanyonge wa kawaida. Ndio maana leo wanyonge wa Peramiho wana uchungu zaidi kuliko mtu yoyote, kwa sababu wanajua mpiganaji wao mtetezi wao ameondoka, ametangulia mbele ya haki. Ni ombi letu kwamba wapate mtumishi mwingine wa aina yake. Wakati tukitafakari kuhusu kifo cha Jenista, nikawaza sana, nikasema kama Mungu angeniambia niombe kitu kimoja tu, ningeomba kwamba wabunge wote wa CCM, wabunge wote wa nchi hii, madiwani wote, wapende na kutumikia watu wao kwa kiwango cha Jenista Mhagama. Tumeletwa duniani sio kuishi tu, lakini pia kutumikia wenzetu. Ni utumishi kwa binadamu wenzetu unaotupa heshima mbele ya Mungu na unaofanya watu watukumbuke kwa kazi tulizofanya. Mheshimiwa Rais, bila kusema mengi zaidi, namwomba Mungu ampokee mahali pema peponi Jenista Mhagama, na kwa heshima kubwa na kukaribisha Mheshimiwa Rais kuongea na waombolezaji.